Kwa nini leo tunazungumza ja swala la afya akili? Tunazungumza swala ya afya ya akili kwa sababu akili ndio kiungo ambacho kinaendesha matendo yetu yote, ndio kiungo ambacho kinaendesha miili yetu, ndio kiungo, kiungo ambacho kinafanya kila kitu katika, katika jamii yetu. Tusipokuwa na akili sawa, ilo timamu, ambayo haina changamoto yoyote, maana yake matendo yetu yote yatakuwa yanaenda vizuri kwa mujibu wa vile ambavyo, e, matarajio ya jamii yetu hivyo. Lakini akili zetu ambazo zikiwa zina changamoto, matendo yetu maneno yetu, mazungumzo yetu, hisia zetu zote zita zitakuwa zita ni, ni, ni, ni kinyume na yale matakwa au mategemeo ya jamii yetu, na ndo maana tunaizungumza afya ya akili kutokana na ule umuhimu wake. Pasinapo afya ya akili, basi hata mwili unadhoofu, ibada hazitoweza kufanyika vizuri na kitu chingine chochote ambacho kinatakiwa kifanyike hakitofanyika vizuri na hmm, na tunaweza tukasema kwamba e, mtu anawezekana akawa labda pengine anaumwa ana, ana, ana na sehemu nyingine ambayo sio akili lakini vitu vingine vyote vika, vikaweza kuendelea kama na, kawaida hata akawakilisha akafanya mwenyewe, lakini akiumwa na akili hata kuwakilisha inakuwa ye ni, ni, ni, ni, ni ngumu na, na kwa muktadha huo hata katika ma, maswala yetu ya imani labda na maswala ya kidini tunajifunza kwamba, kama si mtaalamu sana wa dini, lakini tunajifunza tuna, tuna kwa hadithi ambayo ameipokea ame, ame, ame, ame Abu Daud na, na at-Tirmidhi, eh, hadithi ni ndefu ambao, lakini tunachukua hapa muktadha wetu sema kwamba eh, Mwenyezi Mungu anaondoa kalamu kwa watu namna tatu na, na. Anaondolewa kalamu mtoto mdogo mpaka anapofikia bale e, na labda pengine mtu ambaye amelala mpaka atakapoamka, na labda pengine mtu mwingine wa mwisho kabisa, mtu ambaye amepata changamoto ya afya ya akili kwa wazimu. Maana changamoto za afya ya akili zina, zina namna nyingi na, na lakini mtu ambaye amepata wazimu mpaka ambapo akili yake itarejea timamu kwa sawa sawa. Kwa sababu, kwa nini ikaondolewa kalamu hapa? Kwamba kile kiungo ambacho kilitegemewa kiendeshe mambo yote hapa hakiwezi kufanya kazi ndio e, maana ko ndo ndo ndo maana tunaizungumza zana nzima hii ya afya ya, ya akili.